Zamani za kale kabla ya majina ya mito kubadilishwa kulikuwa na kijiji kiitwacho Lumbasha kilichozungukwa na milima yenye mawingu meupe na misitu iliyokuwa na harufu ya maua pori. Kijiji hicho kilikuwa mashuhuri kwa hekima ya mzee wake lakini pia kilikuwa na siri kubwa iliyohifadhiwa ndani ya ziwa lililopo katikati ya msitu. Ziwa liitwalo Ziwa la Nyeupe, ambalo maji yake yalionekana kung'aa kama fedha chini ya jua. Kijijini humu aliishi kijana mmoja aitwaye Sefu, mtoto pekee wa mama mjane aliyeitwa Mama Tunu. Sefu alikuwa tofauti na watoto wengine. Hakupenda michezo mingi ya kawaida. Wakati wenzake wakicheza kurusha mawe au kufuata nyuki, yeye alikuwa akikaa kwenye kivuli cha mti akisikiliza hadithi za wazee. Wazee walimwita mtoto wa hekima kwa sababu aliuliza maswali magumu, hata wazee walishindwa kujibu mara moja. Siku moja, alipokuwa akitembea kando kando ya ziwa, alisikia sauti nyororo ikitoka majini. Sauti ilisema, Sefu watunu, kwa nini moyo wako unalia? Akatetemeka. Macho yakatafuta mzungumzaji. Ndipo akamuona nyoka mweupe mrefu kama fimbo ya mchungaji, mwenye macho ya kung'aa kama almasi. Nyoka alisema, mimi ni nyoka mweupe wa bahati. Nimeishi hapa tangu enzi za babu zako. Nimekuona ukitafuta ukweli, na leo nitakupa siri ya bahati, lakini bahati hiyo inalindwa na hekima, si tamaa. Sefu akiwa na hofu na mshangao akauliza, S siri hiyo ni nini e, nyoka wa bahati? Nyoka akatabasamu kwa namna ya kichawi, akaanza kuzunguka kwa duara na maji akaanza kuchemka bila moto, kisha akaeleza. Nyoka akasema, ndani ya kijiji chenu kuna jiwe lililofichwa chini ya mlima linaitwa jiwe la hekima ya wote. Atakayelipata ataweza kubadilisha maisha ya watu wake, lakini atakayelitafuta kwa ubinafsi atapoteza kila kitu. Sefu akaapa moyoni na kusema, nitatafuta jiwe hilo si kwa ajili yangu, bali kwa ajili ya mama na kijiji changu. Ndipo nyoka akamgusa kwa ulimi wake wa baridi shingoni, na ghafla alama nyeupe ikatokea kama nyota ndogo. Nyoka akamwambia Sefu, alama hiyo itakuongoza, lakini kumbuka kila hatua inajaribu na si wote watakaokutakia mema. Usiku ule ule Sefu aliamua kuanza safari yake. Alibeba mfuko mdogo, maji ya ziwa na kipande cha mkate. Wakati akiondoka, ya mama yake alimuuliza mwanangu, unaenda wapi gizani hivi? Sefu akamkumbatia na kusema naenda kutafuta hekima itakayoleta amani na furaha kwetu mama. Mama Tunu hakumzuia kwa sababu alijua moyo wa mwanaye ulikuwa mwepesi kama upepo wa asubuhi na jasiri kama simba mchanga. Sefu alipita msituni akakutana na sungura mzee mwerevu, lakini mjanja sana. Sungura alimsimulia na kumwambia kijana, mbele ya njia yako kuna daraja la Saida linalovunjika kwa maneno mabaya. Ukipita ukiwa na hofu litapasuka, ukipita ukiwa na imani litakuinua. Na kweli alipofika darajani, upepo ulianza kuvuma, maji akapiga kelele, akasema kwa sauti tulivu, mimi ni mtoto wa amani naenda kwa hekima. Daraja likang'aa kama dhahabu naye akavuka salama Sefu. Alipofika kijiji cha pili, alikuta watu waliovaa nguo za kijivu, wote wakionekana wamepoteza tumaini. Walimwangalia kwa macho ya wasiwasi. Alipowauliza kwa nini wanasikitika, watu walijibu, tumeibiwa furaha na mfalme wa kivuli anayekaa kwenye pango la miamba. Sefu akaamua kumkabili mfalme huyo. Akifika pangoni, giza lilikuwa zito kama moshi wa moto wa usiku. Ndani alisikia sauti kubwa. Sauti ilisema, ni nani anayeingia bila kuogopa kivuli? Sefu akajibu, mimi ni Sefu, mtoto wa hekima, sina hofu ya giza, maana hata kivuli huongozwa na mwanga. Mfalme Kivuli akajitokeza, si binadamu si mnyama, sura yake ikibadilika kama moshi. Alijaribu kumdanganya kwa dhahabu na nguvu, lakini Sefu alikumbuka maneno ya nyoka, maneno yaliyosema atakayetafuta kwa ubinafsi atapoteza kila kitu. Kisha Sefu akasema, sitaki utajiri, nataka nuru ya watu wako irudi. Kwa maneno hayo, mwanga mkali ulitoka kwenye alama shingoni mwake Ukaripuka kama nyota, giza likatoweka. Watu wa kijiji cha kivuli wakaanza kucheka tena, furaha yao ikarudi. Baada ya miaka mitatu ya safari, Sefu alipofika chini ya mlima wa hekima, akasikia sauti ya nyoka tena ikisema, sasa ni wakati wa jaribio la mwisho. Kile unachokiona juu ya mlima ni kivuli cha nafsi yako. Ukitaka jiwe hilo kwa sababu ya heshima litakuelekeza, ukitaka kwa upendo litakukubali. Sefu alipanda mlima huo akiwa amechoka, akafika kileleni, akaona jiwe linang'aa kama jua dogo. Ndipo kivuli chake kikaanza kuzungumza: umevumilia sana, sasa chukua nguvu hii, utawale dunia. Lakini Sefu akatabasamu, kisha akasema, sina haja ya kutawala, nataka tu watu wangu waishi kwa amani. Jiwe likang'aa likageuka kuwa ndege mweupe, kisha likaruka juu na kumimina mwanga juu ya kijiji chote cha Lumbasha. Maji ya ziwa yakang'aa, mimea ikachanua, watu wakacheka, na nyoka mweupe akajitokeza tena juu ya mawingu. Nyoka akasema, umefaulu Sefu Watunu, umeonyesha kwamba hekima ya kweli ni kutumia nguvu kwa upendo si kwa kiburi. Nyoka akamzawadia pete ndogo yenye alama ya nyota, kisha akatoweka ndani ya mwanga. Sefu alirudi kijijini, akaishi maisha marefu. Alijulikana kama mwalimu wa hekima, akifundisha watoto na wazee kwamba bahati si kitu cha kutafuta, bali ni kitu cha kuandaa ndani ya moyo. Miaka mingi baadaye, watoto walipochoka wangeenda kando ya ziwa na kusimulia hadithi ya kijana aliyemwona nyoka mweupe. Na wakati mwingine watu walisema, wakitazama usiku wa mwezi mwanga, walimwona nyoka mweupe. Watu walisema, tazama, tazama, nyoka mweupe amerudi, anakagua kama bado tuna hekima ya Sefu. Je, yeah. wewe umejifunza nini kupitia stori hii? mimi nimejifunza kuwa